Matatizo mengi na shira nyingi yamekoma. Tatizo Mahaba, changamoto nyingi ikashapitia, na nakuona unaenda unarudi, husalimii huongei, sikuelei. Salamu haina maana yote, ili mradi tunaonana tupo wazima inatosha. unahisi mimi ni mskule wako huko ndani deka? Unamaanisha nini? Utaelewa tu nachokimaanisha. umefanya vizuri kufika leo, Wasiwasi. Sasa kikubwa hapa tukuolozeshe kwenye idadi ya walimshajirika. Asante sana, na nahitaji kushirikiana nanyi, natuwe pamoja. Hmm. Jina lako kamili unaitwa nani na una umri gani? Naitwa wasiwasi ndim na umri wa miaka kumi na saba. Miaka kumi na saba ya yeah. Sasa wasiwasi, hauwezi ukaanza kazi ghafla, mpaka tukakutambulishe kwa mganga wetu mkuu na msimamizi wetu sister Betty. Kisha ukapate mafunzo juu ya uelimishajirika stadi za maisha na ushaurina saki ujumla, uzalendo. Umenishinda leo, nakuchia na, na live. Kwa kwanini unataka kunieleza kweli kuhusu mali za maleemu wazazi wetu? Deka ujasiri huo wakunurizia kuhusu mali umempata wapi? Unajua wewe bado ni mtoto mdogo sana. Utoto wangu Aujalishi, mimi sio punguani, sifaidiki na chochote, si kwenye maduka, si kwenye magari, sijui pataawa matumizi bora tugawane. we, we, ishia hapo hapo na wale wako ni kusikia. siku nyingine unaulizia kuhusu mali itakufanya vibaya. Uwezi, uwezi kunifanya chochote

Kama anakuja kuchukua chipsi pale. Subiri dakika moja Bwana, vipi? Najisikia kunywa kinywaji au, eh, eh. <coughs> au chakula hmm, hmm? Sawa. Sasa unajua, jana tuliongea kwenye simu, lakini sikukuelewa kabisa. Sasa nikaona leo nina muda bora tukutane tukae, tuzungumze vizuri. nini shida, teku teku? Ah. tushiriki jamani Emfunguka, mtoto wa kiume Teku kafanyeje eh? Aisaki Teku, mimi aliheshimu alisamini na wana alijali uwanefetu. Ah, Mungu! Unajua, masuala mengine haya, usiongee kwa kumkufuru Mungu, sawa. Unajua, wanawake ni wanawake zetu ni wazuri tunawapenda na tunawaheshimu tatizo. Mahaba, karibu Leo umekuja huko kushinda na mimi? Hmm, hmm. Kushinda, ngoja kufuatilia kujua madeni ya idadi ambazo sijalipia bado, ah hmm, ambazo zinadaiwa zipo saba. Hmm. Eh, lakini katika hizi saba mbili zimeshazikwa na site kwa sababu ya ndugu zao kutoonekana hapa kwa muda mrefu, na ikaonekana bora tu ziende kuzikwa na site. Basi nipatie majina ambazo zimezikwa na site na ambazo zimebaki. Lakini wakati mwingine anaweza akawa anafanya vitu ambavyo uliziki navyo kwenye moyo, na sote tupo kwenye ndoa. We umeoa na mimi nimeoa. Kwa hiyo vitu vingine hivi lazima tuwe wavumilivu, tuwavumilie. <laughs> Tuwavumilie sana ndugu yangu, usiumize kichwa. Tuzungumze vitu vya umuhimu na vyenye faida, sawa. Sikilize Isaaki, teku mimi ananiambia kinaga na mbaya. Mm, zaidi naogopa hii siri yangu asije kaitoa nje, naumbuka Isaaki.

Mimi naamini wewe unaweza kunisaidia, sina raha mimi na mke wangu wailaki. Usijali ndugu yangu, mi nafikiri kila kitu kinawezekana, hilo ni swala dogo tu, tutalimaliza na naahidi nitakusaidia zilizo zikwa. Unataka majina, mm. kuna huyu si wazuri matata na nyama choma chao. sana okay. mm. unajua mm. okay. wow. hapa nishamenyeka sana tangu jana nimekesha mpaka saizi bado nipo hapa. Kwa hiyo ninachokuomba mimi waga nikirudi nyumbani sikendaji sana mizunguka, napenda tukupumzika nyumbani kabisa. Sikiza ngombe kidogo, basi nitakupigia. okay, hmm. <laughs> <Okay>, simu usiku, niletee posho <laughs> basi

Yani kadri inavyoendelea kutapika hivi ndio nazidi kuchangamkiwa ana hata sielewi nini cha kufanya. Pole sana Vivi na vipimo vyako viko tayari, majibu yameshatoka maabara. Tumepima vipimo vya aina mbili, tumepima PITC na UPT. Dokta, yani sio kwamba sijui nini kinachoendelea Najua kila kitu kinachoendea, yaani mimi hapa kuja na mama nikawa ngeresha tu kwamba vale, nimekuja na Vivi amekuja hospitali kupima, lakini najua kila kitu. najua nini Vivi. Dokta, mimi najua kama niko na virusi vya ukimwi na pia niko m... na mimba najua hilo. Hivyo basi yani, ninachokuomba usijua ukamwambia mama kitu chochote kuhusiana na hii kitu, yaani sitaki mamangu ajue Vipi? Mbona kitu ambacho hakiwezekani. Hili swala lazima mama yako afahamu, kwa sababu mtu wa karibu anatakiwa hajue shida zako ni nini. Vipi tusimshirikishe mama ili hajue hata jinsi ya, ya kukuhudumia? Dokta, kwani mtu akiwa anakuja hospitali ana miaka yani, zaidi ya kumi na nane majibu sio na mwenyewe na anajulikana kwamba ana maamuzi yake, si ndio? Mbona uko hapa? Hapa ndio kwetu tunaishi. Sasa utakaa hapa mpaka saa ngapi? Nitamsubiri <coughs> <coughs> <coughs> tu mpaka arudi, maana siku nyingine na nakaa mpaka siku manane. Dokta, mimi ni mtu mzima na miaka kumi na tisa, ninajua ni nini cha kufanya, nina maamuzi yangu, ko na kuoma sana, yaani sijua kwa mambia mama kuhusiana na hili jambo, ikiwezekana tu mwambie kwamba alikuwa na malaria hivyo, lakini sio kwamba niko na mimba, alafu pia limeathirika. Mamangu ataniua mimi vivi. Sawa, najua ni mkubwa, umezidi miaka kumi na nane, lakini kwa hili jambo lazima mtu wako karibu wajue, kwa sababu kuna dokumenti nyingine inabidi na yeye pia hasaini. Tutatoka hapa, nenda kupata chanjo ya korona. Alafu tutacheki vidiko zako tuone zikoje, ili tukuanzishie dawa ah. Halafu uanze kliniki haraka iwezekanavyo kwa ajili ya ugonjwa huu, sawa? Pole sana piko Kafu... Mahaba sijamuona muda mrefu, nitampataje? Mahaba amefiwa na, na, na, na, na mama yake, na sasa hivi sijui uko wapi, maana sijaenda kwa muda mrefu, na nilipokutana naye akaniambia maiti inadaiwa. Mahaba amefiwa na mama yake, na kwa nini maiti inadaiwa? wa wasimamizi wetu kuhusu ripoti nilipeleka, lakini sikumkuta mganga mkuu wala sikumkuta msimamizi, na <coughs> Dr. Kweli sijamuona ufsuni kwake, hivi yupo, upo kweli? Hapana Dr. Kweli hapa alikuwa fildi tu, lakini amerudi mafunzoni chuo. Ah, <coughs> kumbe alikuwa mwanafunzi. Mm. Halafu hivyo hakuna semina nyingine ilitokeza, zaidi ya ile ya semina ilitokea, alichaguliwa Zinduna kwenda Kibaha kwenye semina ambayo inahusu lishe. Nimesikia kuna mambo ya korona, hivi hatuwezi kuchaguliwa? Uwezo wa kuchaguliwa tunao, kwa sababu masuala ya chanjo ndo muhimu sana, na kikubwa, korona ipo

Kwa hiyo kuna dawa mm hiyo? -hmm. Okay. oh, ame ko amesema sindano ndio jekuchoma kesho, ko chanjo ipo tayari. ula ei, mi mwezako, nimechoka kukaa hapa. Hii kazi ya kujitolea inachosha, tangu asubuhi tunakuja tunapiga miai tu tunaondoka kila siku. Mimi nimechoka deka, wewe unajua kabisa kazi yetu hii ni ya kujitolea na sisi tumeamua kujitolea hasa, tunatakiwa tujitolee tusichoke. Alafu nishakuona wewe oh, ushaanza kuchoka mapema hata. yes, yes, kama kujitolea inachosha wewe uone. We, kazi tunaifanya ni tunakuja hapa asubuhi kuondoka jioni, hakuna hata tulatuli wala nini, kujitegemea mwenyewe wewe. oh, uchoke? Unatakiwa usichoke na usikate tamaa, labda na sisi Mungu siku moja anaweza akatuona akatushika mkono tukafaidika kwa hiki tunachokifanya. Kwa hiyo unatakiwa usichoke deka. Alafu, Mhm. Hapa ngoja niende kwa mama Ashrafu nikavizie la miogo. Ai, tunaenda wote kwa mama Ashrafu <laughs> na miogo. Unaenda na rafu. Na wewe? <laughs> Malaria anaonekana leo. Sindano kesho. Ndio. Wewe pia ndo kachame sindano bwana, sinitie uoga hapo. Sasa wewe na utakuwa na hapo kwenye dawa umeandika shilingi 50 na wewe kwa leo nayo na kati ya leo tumemaliza kwenye vipimo. Kwani na hiyo sindano pia unalipia? Ndio samuru. Ndo elfu nane msang hmm. Hapo ndo pabaya make iyo elfu nane ndo msingi wangu, wa matembele, majani ya kunde, mchicha, kisamvu. elfu nane je kuitoa hapa. Ngoja nikwambie kitu, twende leo, mi nakuchemshia mwa arobaini unaunywa, mungu akipenda, kesho nikauze nikatembeze biashara kesho kutakuja, nakuja kuchukua dozi nyingi

Nimekaa hapa sehemu ya matibabu ni kule, sio huku. Samani dada, tumelekezwa kutuje tumuulizie dada Teku. Sasa sijajua ofisi yake ni ipi? Okay, bila shaka Teku ndo sijui, naweza nikawasaidia? Tunafuatilia maiti ya mama yetu, mwanzo tuliambiwa na deni la milioni moja na laki mbili, kwa bahati mbaya hatuna hizo pesa. Tumeamba tuje kwako n utakayetusaidia. Marehemu alikuwa anaitwa nani? jina lake si wazuri Matata. Kutokana na taratibu ambazo ziko nje ya uwezo wangu na ndugu kutokuonekana, si wazuri Matata ameziko na site. Sijumenelea, kwa nini aziko na site? Ndugu alikuwa haonekani. Kwa nini aziko na site? Kwani sisi hatupo jamani? Ni kwa nini aziko na site mama? na tabu nyingi amekoma, matatizo mengi na shira nyingi amekoma, tatizo mahaba.